Viwanja vyenye ukubwa wa mita 800, 2700, 3000, 4500 na 6000 ambavyo ni vya kwanza kutoka hii barabara ya kuelekea Dar es Salaam vinauzwa hapa Mtumba jijini Dodoma, lakini pia viko karibu kabisa na mji wa serikali almaarufu Magufuli City, vikiwa vya kwanza katika moja ya barabara ambayo iko busy sana ndani ya jiji la Dodoma. Pamoja na ukaribu na Magufuli City, viwanja hivi vinakupa fursa ya kuwekeza katika nyanja mbalimbali, mfano hotel unaweza kuwekeza kwenye hotel kwa sababu katika eneo hili bado hakuna hotel inaweza kuakomodati mahitaji ya Magufuli City pamoja na wasafiri. Pia unaweza kuwekeza kwenye petrol station kwa sababu kama unavyoona, viko barabarani kabisa na barabara hii magari yanapita 24/7. Lakini pia unaweza kuwekeza kwenye maduka au supermarket kwa sababu still ni barabarani kabisa, ila pia unaweza kuwekeza kwenye apartment ambazo ni hizi Airbnb au apartment za kupangisha, kwa sababu bado uhitaji ni mkubwa katika eneo hili la Magufuli City. Kwa ukubwa wa viwanja hivi vya square mita 800, 2700, 3000, 4500 na 6000 vinaweza vikakupa fursa ya kukua kibiashara ndani ya jiji la Dodoma. Karibu sana, Lucky Real Estate, tukupatie viwanja ndani ya jiji la Dodoma.